Kushindwa kinapaswa kuwa mwalimu wetu, si kaburi letu. Kushindwa ni kuchelewa, si kushindwa kabisa, ni mzunguko wa muda mfupi, si mwisho wa safari. Kushindwa ni jambo tunaloweza kuliepuka tu kwa kutosema chokote, kutofanya chokote, na kutokuwa chokote. Na kushindwa ni jambo la muhimu sana. Tunazungumza kuhusu mafanikio kila mara, ni uwezo wa kuvumilia kushindwa au kutumia kushindwa ndipo kunakopelekea mafanikio makubwa zaidi. Nimekutana na watu ambao hawataki kujaribu kwa sababu ya hofu ya kushindwa. Haiwezekani kuishi bila kushindwa katika jambo fulani, isipokuwa uishi kwa tahadhari kupita kiasi, kiasi kwamba ni kana kwamba hujaishi kabisa. Na katika hali hiyo tayari umeshindwa kimya kimya, kwa dozi ndogo ya busara. Kutogopa chochote sio kushindwa, wala mateso, wala hata kifo Uonesha kwamba unathamini maisha kwa kiwango cha juu zaidi. ho Oh, hawawezi kufutika. Unaishi kwa ukamilifu, unasukuma mipaka, unatumia muda wako kujenga urithi. Tunapojipa ruhusa ya kushindwa, kwa wakati huo huo tunajipa ruhusa ya kung'ara.